Kanuni ya Ligi Kuu ya mwaka elfu mbili na ishirini na nne kanuni ya 17, kipengele cha 45 inadai kwamba timu geni itafanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi husika angalau mara moja kabla ya siku ya mechi kufika timu geni itafanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi angalau mara moja kabla ya siku ya mechi katika muda tarajiwa wa mchezo husika. Hapa naomba nitoe ufafanuzi kidogo. Anaposema muda tarajiwa wa mchezo husika, mfano mechi ya leo kari ya Kariakoo Derby ilitarajiwa kuchezwa saa moja na dakika 15 usiku. Kwa hiyo Simba Mbendo ndio timu geni ilitakiwa kufanya mazoezi jana kuanzia majira ya saa 1 na dakika 15 usiku hiyo ndio maana ya muda tarajiwa wa mchezo husika. Kanuni hiyo ya 17 kipengele cha 45 inaendelea kusema hivi: sababu zozote za kukwamisha timu geni kukidhi ipasavyo au kupata haki hii zitathibitishwa kwanza na kamishna wa mchezo husika. Kwa kinachoendelea mtandaoni, tunasubiri taarifa rasmi kutoka kwa kamishna mkuu wa mechi ambayo ilitarajiwa kuchezwa leo katika dimba la Benjamin William Mkapa. Ikithibitishwa Yanga Africans ambao ndo timu mwenyeji kama aliwazuia Simba jana kufanya uh, mazoezi katika uwanja wa Benjamin William Mkapa basi Young Africans ataadhibiwa kwa adhabu zifuatazo. Adhabu ya kwanza, atapewa onyo kali au karipio kali, hiyo adhabu ya kwanza. Au anaweza kutozwa faini ya kuanzia milioni moja mpaka milioni mbili za Kitanzania. Kwa Young Africans, anaweza akapewa adhabu moja kati ya hizo mbili, yani onyo kali au karipio kali, kutozwa faini ya kuanzia milioni moja mpaka milioni mbili za Kitanzania au